Mlango wa ishirini na moja. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, na kwa kuwa aliwaua hao Wagibeoni. Ndipo mfalme akawaita Wagibeoni akawaambia. Basi Wagibeoni si wana wa Israeli, ila ni wamasalio ya Waamori na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hawa Wagibeoni, niwatendee nini? Na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hawa Wagibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililokatia sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli. Akasema mtakayoyanena ndiyo nitakayowatendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli, basi na tutolewe watu saba katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Lakini mfalme akamwachilia Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli, kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli. Ila mfalme akawatua hao wana wawili wa Rispa binti Aya aliyomzalia Sauli, Armoni na Mefiboshethi, na wana watano wa Merabu binti Sauli aliyomzalia Adrieli mwana wa Barzilai mme Holathi; akawatia mikononi mwa Wagibeoni, nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana nao wakaangamia wote saba pamoja. Wakauawa siku za mavuno za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Naye Rispa binti Aya akatoa nguo ya magunia akajitandikia mwambani, tangu mwanzo wa mavuno hata walipoonyeshewa mvua toka mbinguni, wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana wala wanyama isha wa mwitu usiku. Kisha akaambiwa Daudi hayo aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya, suria wa Sauli. Akaenda Daudi akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe mikononi mwa watu wa Yabish Gileadi walioiba katika njia ya Bethshani hapo Wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua Sauli huko Gilboa. Naye akaileta toka huko hiyo mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa. Kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathani mwanawe katika nchi ya Benyamini, huko Zela, kaburini mwa Kishi babaye. Wakafanya yote aliyoyaamuru mfalme, na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Naye Ishi Benobu aliyekuwa mmoja wapo wa Warefai ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli mia tatu za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi lakini Abishai mwana wa Siruya akamsaidia akampiga Mfilisti akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Ikawa baada ya hayo kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sibekai Mhushathi alipomuua Safu, aliyekuwa mmojawapo wa Warefai. Kulikuwa na vita tena na wafilisti huko Gobu, na Elhanani mwana wa Yairi Mbethlehemi alimuua Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gadhi, ambapo kulikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole sita katika kila mkono na vidole sita katika kila mguu jumla yake ishirini na vinne. Yeye naye alizaliwa kwa Mrefai. Naye huyo alipowatukana Israeli, ndipo Yonathani mwana wa Shama nduguye Daudi akamuua. Hawa wanne walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake.